Kuna mtu anataka kuishi mahali iko takataka? Kuna mtu anataka kuishi mahali iko maji taka, ama mahali hakuna choo, ama mahali hakuna stima? Sisi wote tunataka kuishi mahali pazuri. Mnanielewa? Nasikizeni, mimi nataka mjue ya kwamba hakuna mtu ameandikiwa awe maskini Kenya hii. Sisi wote, katiba ya Kenya inalazimisha serikali inanilazimisha mimi kama rais wa nchi hii kuhakikisha ya kwamba napanga vile wananchi wote wanaweza kuishi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna barabara, mahali kuna usafi. And that I will commit. Wale wananipinga wataendelea kunipinga, lakini mimi nitasimama imara kuhakikisha ya kwamba kazi hii inasonga mbele, na sio hapa Kibera peke yake. Mukuru inaendelea kule Kiambiu inaendelea kule, eh, sehemu ya Nairobi peke yake. Wacha niwapatie statistics hapa, Kibra peke yake tunakuja kujenga nyumba elfu kumi mahali hizi mabati iko hapa, tuko na nyumba elfu nne na mia tano. Nilikuja hapa Southlands miezi miwili iliyopita, nikaanzisha nyumba elfu kumi na tano saa hizi inaendelea kujengwa katika Kibera hii, Kibera hii peke yake tunajenga nyumba elfu ishirini na tano. Ati kuna watu wanasema nilifanya makosa kuweka housing fund, ati wanasema nilifanya makosa kuweka housing levy. Bila housing levy hii nyumba aingejengwa.